Ajenda ya lishe ni ajenda ambayo ya kipaumbele kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla hajawa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangu akiwa makamu wa rais. Ni ajenda ambayo amekuwa akiipa kipaumbele kwa kiwango kikubwa sana. Lakini alipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kuchukua hatua za maksudi za kusimamia swala zima la utekelezaji wa afua za lishe kuweza kujenga kizazi chenye lishe bora kwa mustakabali ya maendeleo ya taifa letu, na akaamua kwa maksudi kuweza kuingia mikataba na wakuu wa mikoa. Lakini mikataba hiyo pia, tunaingia wakuu wa mikoa, tunaingia na wakuu wa wilaya, na mikataba hiyo inaendelea kusainiwa mpaka katika ngazi ngazi za chini kabisa. Lengo la kuweza kuingia mikataba manake ni kuonesha commitment ya hali ya juu katika utekelezaji wa swala zima la afua za lishe ili kuweza kukabiliana na changamoto zinazotokana na lishe, na hii yote ni kwa sababu swala la lishe ndiyo msingi wa kuweza kujenga kizazi chenye, chenye afya bora. Tukiwa na watoto wengi wenye changamoto ya ya udumavu, tafsiri yake maanake tunatengeneza kizazi ambacho hakitakuwa na uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zinakabili zinakabili taifa. Hata sisi katika jamii tunakotokea unaweza ukaona kuna watoto wengine wanafanya vizuri sana darasani, wana uwezo mkubwa, mwalimu akifundisha kidogo mtoto ameelewa, lakini kuna wengine mwalimu hata akafundisha masaa sita mwalimu ataondoka darasani lakini mtoto bado hajaelewa nini ambacho kinachofundishwa. Huko nyumbani, mtoto wako unamtuma akakuchukulie kisu, anatoka na bakuli. Uelewa wake maana yake ni wa mdogo mno, mpaka aje kukuelewa inachukua muda. Lakini wako watu wengine wapo kwenye ofisi za umma, kwenye ofisi za sekta binafsi, unampelekea hoja mezani kwake aweze kuishughulikia kwenye faili mpaka aje kupata jibu la kuweza kushughulika na hilo hoja, inaweza kuchukua wiki mbili, mwezi mzima, na mara nyingine faili analiweka kwenye kabati, anatulia, hajui nini afanye. Uwezo wake wa kufikiri ni wa kiwango cha chini sana, yote au ukifanya utafiti unaweza ukabaini kwamba tatizo la msingi hasa ni kwa sababu katika kile kipindi ambacho alitakiwa kuweza kujengewa lishe iliyokuwa bora, lishe haikuzingatiwa mwisho wa siku akapata udumavu, ikaathiri hata uwezo wake wa kufikiri, hata uwezo wake wa kuweza wa kuweza kufanya maamuzi. Na ndio maana kama taifa tukaamua chini ya rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan tuweze kuchukua hatua madhubuti ya kuweza kukabiliana na changamoto ya udumavu, lakini kuweza kukabiliana na changamoto zingine za lishe lengo ni tuweze kutengeneza kizazi chenye uwezo wa kufikiri, kizazi chenye uwezo wa kuweza kutoa majawabu ambayo yanakabili yanakabili jamii. Na matokeo yake ya jitihada hizo ambazo zilianza kuchukuliwa, takwimu zinatuonyesha kwa mujibu wa utafiti uliofanyika mwaka elfu, elfu mbili na ishirini na mbili, kiwango cha udumavu kwa taifa tumefika kwenye asilimia asilimia 30. Lakini kwa upande wa mkoa wetu wa Songwe tumeweza kupunguza kiwango cha udumavu kutoka asilimia 43 mpaka asilimia 31.9 mwaka 2022. Asilimia 43.3 ilikuwa ni mwaka 2018, kufikia mwaka 2022 kiwango cha udumavu ikafikia asilimia 31.9 lakini matokeo haya siyo ya kujivunia. Bado tuna safari ndefu sana, sababu hii asilimia 31.9, manake bado tunao watoto wengi sana katika mkoa wetu wa Songwe ambao bado wanakabiliwa na changamoto ya udumavu pamoja na maswala mengine ya changamoto za za lishe. Lakini vyakula tunavyo, mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha vyakula kwa kiwango kikubwa sana. Changamoto tuliokuwa nao ni namna gani tunatumia sasa vyakula tulivyokuwa navyo kuhakikisha kwamba tunajenga lishe iliyokuwa bora kwa watoto wetu hususan kwa kuzingatia zile siku elfu moja, ambazo wataalamu wetu wanatuambia wana siku elfu moja kuanzia siku mimba inapotungwa miezi tisa mtoto akiwa tumboni, manake tunazungumzia siku, siku ngapi 30 mara 9 200 na siku 270 7 unatoka hapo unazungumzia zile siku za kunyonyesha eh? Ni miaka mingapi? Miaka miwili. Manake kwa hizo siku elfu moja hizo ni muhimu sana kwa, kwa mtoto mtoto akiwa tumboni kuhakikisha mama anapata lishe iliyokuwa kwa bora, lakini baada ya hapo sasa kile kipindi cha miaka miwili cha kumnyonyesha mtoto ndio siku elfu moja ambazo wataalamu wanatuambia ambazo ni muhimu sana katika kumtengeneza, kumtengeneza mtoto kwa kikao hiki ni kikao cha kufanya tathmini ya utekelezaji wa vigezo ambavyo tumewekewa kama mkoa kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo malengo ya kitaifa. Kwa hiyo ni kikao muhimu sana. Na ndio maana kinashirikisha wadau mbalimbali mbali. Wadau walioko ndani ya sekta ya umma, tunashirikisha wadau walioko katika, katika sekta binafsi lakini ikiwemo na viongozi wa dini kwa sababu jambo hili ni letu sote. Tunatakiwa kuhubiri lakini, tunatakiwa kusaidiana kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kuzingatia lishe iliyokuwa bora ili tuweze kujenga, uh, kujenga kizazi chenye afya tuweze kujenga kizazi chenye uwezo wa kufikiri, tuweze kujenga kizazi kitakachoweza pia kukabiliana pia na changamoto ambazo zinakabili taifa letu.